Kutokana na ujio wa mwenge mkoani Mtwara, miradi mbalimbali imeendelea kuzinduliwa katika halmashauri sita ambapo, Mei 25 mwaka huu, kiongozi wa mbio za mwenge amezindua mradi wa jengo la kituo cha redio lenye thamani ya shilingi milioni 167 laki 6 na elfu 59 kilichopo halmashauri ya Mtwara mjini. Akizungumza katika uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge Bwana Ismaili Ali Usi amewapongeza viongozi na wasimamizi kwa kukamilisha mradi huo utakaokuwa na manufaa kwa serikali na wananchi kwa ujumla. Na mimi nitawashukuru kwa mambo matatu na kuwapongeza. Jambo la kwanza kwa kuweza kutoa taarifa zetu muda wowote na wakati wowote, na wakati sahihi na kwa muda unaotarajiwa, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini jambo la pili niwashukuru na niwapongeze kwanza kwa uwekezaji huu mkubwa ambao wameufanya kwa sababu leo hii kuweka chombo cha habari ambacho kitaweza kutoa taarifa moja kwa moja kwa wananchi wote muda wowote na kwa tukio lolote ambalo litatokezea ndani ya maeneo yetu, hii sio kazi rahisi, ni kazi ambayo inahitaji elimu na taaluma na maarifa juu ya kuifanya kwake, na ndio maana hata wale wanaokusanya taarifa katika maeneo mbalimbali lazima wanatakiwa wawe makini juu ya taarifa ambazo wanazitoa. Ndio maana leo hii tumefika na mwenge wa uhuru, kwa sababu serikali imewaamini na sisi wenyewe wakimiza mwenge wa uhuru tumekuja kujionea huo uaminifu ambao serikali imewaamini. Lakini jambo la tatu la mwisho, niendelee kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali. Kwa kweli tumejionea jinsi gani wa taarifa zao na uwasilishaji wao, lakini pia wanapotoa taarifa na kuunga mkono jitihada za serikali juu ya maeneo mbalimbali. Wametuambia kwenye taarifa yao moja kati ya majukumu yao ni kuhakikisha kuonesha yale yote yanayofanywa juu ya, ya utekelezaji wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Awali Mkuu wa Wilaya Mtwara mjini Bwana Abdalla Mwaipaya akamkaribisha kiongozi wa mbio za mwenge kuzindua mradi huo huku akiwaeleza wananchi faida zitakazopatikana kutokana na mradi huo. Kikubwa ambacho naweza kusema hii ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya, fursa nzuri za uwekezaji mazingira mazuri ya uwekezaji amewapa wananchi wa nchi hii kuweza kuwekeza kwenye sekta mbalimbali. Media ni mojawapo. Unapowekeza kwenye media unafanya kazi kubwa ya kuwaelimisha wananchi, ya kuwaburudisha wananchi, lakini pia ya kuwa entertain wananchi. Media ina kazi tatu tu, haina mambo mengi. Ina kazi, ina kazi kuu tatu: ya kwanza ni kuelimisha, ya pili kuburudisha ya tatu ni kuhabarisha. Kwa hiyo kazi hizo tatu ndizo kazi kuu za media na ndio ambazo zinafanya wananchi wanapata habari wananchi wanapata taarifa wananchi wanaburudika. Akisoma taarifa ya mradi huo, meneja wa kituo bwana Baraka Lazima Jamali amesema malengo ya mradi kutoa huduma bora na za karibu za uzalishaji wa matangazo kwa jamii hasa magonjwa mbalimbali yanayoathiri jamii, usafi wa mazingira, umuhimu wa lishe bora. Hii itasaidia kuboresha hali ya afya ya jamii, kutoa elimu ya haki ya binadamu na ustawi wa jamii katika nyanja za haki, sheria na kanuni. Ikumbuko kuwa mwenge huo wa uhuru uliwasili mkoani Mtwara mnamo Mei 17 mwaka huu ukitokea mkoani Ruvuma. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.